Phillip Tunoi alipata afueni ya muda baada ya jopo linalomchunguza kukubali ombi la kuahirishwa kwa vikao vyake hadi siku ya Jumanne wiki ijayo kutokana na kukosekana kwa wakili Fred Ngatia aliyekuwa katika mahakama ya rufaa akimwakilisha kutokana na ile kesi ya kustaafu kwake. Kutokana na hilo, mtazamaji, Tunoi alitaka kesi iliyoko mahakamani kusimamishwa hadi pale jopo litakapokamilisha uchunguzi wake. Francis Mtalaki na taarifa zaidi. Ni afueni kwa jaji wa mahakama ya juu zaidi Philip Tunoi baada ya ombi la kusimamishwa kwa vikao vyake hadi Jumanne wiki ijayo kukubaliwa na jopo linalomchunguza kwa madai ya kula mlungolo wa shilingi milioni mia mbili. Sababu ya kutaka kuahirishwa kwa vikao ni kuwa wakili wake Fred Ngatia alikuwa katika mahakama ya rufaa akishughulikia kesi inayohusu kustaafu kwa umri wake ambayo vilevile inamhusisha jaji Philip Tunoi. Jopo hilo linaloongozwa na Sharadao likakubaliana na Tunoi na hivyo kikao kikakamilika chini ya dakika ishirini. Vikao vya leo havikuwa vya faragha baada ya Tunoi kubadili uamuzi wa wake wa awali, lakini mawakili wake sawia walitaka muda zaidi ili kupiga msasa stakabadhi zilizowasilishwa mbele yao. Tunoi pia alilalamikia hatua ya jarida moja humo nchini kuchapisha taarifa zisizowiana na kile alichosema kuwa si ukweli na kutilia shaka iwapo jopo hilo litatumia vyombo vya habari kuwafikia wa uamuzi wao. Tunoi ambaye yupo katika utepe wa taaluma yake kwa mara hii yote amekuwa akishikilia msimamo kuwa yeye ni mweupe kama pamba. Francis Mtalaki KTN, leo.